Waziri wa sheria wa DRC Bwana Constant Mutamba anajiuzulu katika nafasi yake, na hii ni mara baada ya hatua ya bunge la nchi hiyo kumwondolea uh, kinga yeye kama, kama mbunge wa taifa na hii ni kutokana na kwamba anatuhumiwa kuhusika na ubadhirifu wa pesa za serikali a, kiasi cha dola milioni 19 za Marekani ambayo serikali ilikuwa imetenga kwa ajili ya ujenzi wa gereza la kisasa katika jiji kuu la Kisangani katika mkoa wa Tshopo. Ni hatua ambayo imekuja mara baada ya mwendesha mashtaka katika mahakama kuu ya serikali a, jijini Kinshasa, Bwana Firme Mvonde a, kuomba hivyo, na yeye amesema kwamba m hatua ama uchunguzi umefanyika na amekamilisha kila kitu na anao ushahidi kwamba waziri huyo Bwana Constant Mutamba amehusika moja kwa moja katika swala hili lakini, uh, hatua hii imekuja na kuweza kuzu, imezua uh, gumzo katika baadhi ya wa wakongomani ambao wanahisi kwamba ni kesi ya kisiasa uh, kutokana na kwamba wapo wengine mawaziri kama vile Nicolas Kazadi ambaye alikuwa ni waziri wa fedha uh, siku moja aliwahi kusema na hata imeenea katika mitandao ya kijamii, mwenyewe akisema kwamba uh, serikali ya Kinshasa inajaa wanasiasa na mawaziri ambao wanapenda raha, kwa sababu wakati mwingine mradi ukitokea ambao utanufaisha jamii huwa wanaanza kwanza kugawana pesa, baadaye wanafikiria. Kwa hivyo swala hili limeonekana wazi kwamba ni la kisiasa kwa mujibu wa wandani wake, Bwana Kosta Mutamba. Mbivu na mbichi inasubiriwa, hatujajua nini hatima yake, bali kinachosubiriwa ni kujiuzulu.